Alimpenda kimya kimya kwa miaka miwili. Kila asubuhi alimwandikia umeamkaje, na kila jioni alihakikisha amerudi salama. Hakuwahi kuuliza chochote kwa niaba yake. Alijifanya rafiki mzuri, akijificha nyuma ya tabasamu, akijiambia sio wakati bado. Lakini ukweli aliukwepa, aliogopa kukataliwa. Siku moja msichana alimwambia kwa furaha, Leo nimekubali ombi la ndoa. Maneno yale hayakupiga kelele, hayakulipuka, yalizama taratibu moyoni kama kisu kinachoingia polepole bila damu ya haraka, lakini maumivu ya kudumu. Alitabasamu akasema hongera. Alirudi nyumbani usiku huo na kukaa gizani. Hakulia, machozi hayakutoka. Maumivu yalikuwa mazito sana, hata machozi yalishindwa kuyabeba. Alijilaumu kimya kimya, si kwa kumpenda, bali kwa kunyamaza. Aliwaza juu ya jumbe zote alizotuma, msaada wote aliyotoa, usiku aliokesha akimsikiliza akilia juu ya wanaume waliomuumiza, wakati yeye ndiye aliyekuwa tayari kumpenda bila masharti, lakini hakuwahi kusema. Sasa picha zake zilitundikwa kwenye hali za WhatsApp akiwa na mtu mwingine, akicheka vile vile alivyomchekesha yeye. Tofauti ni moja: yule mwanaume hakunyamaza. Na hapo ndipo alielewa ukweli mchungu zaidi wa mapenzi: moyo wako unaweza kumpenda mtu kwa dhati, lakini ukikaa kimya, dunia itampa mtu mwenye ujasiri, si mwenye hisia. Usiku huo alifuta namba yake, si kwa sababu alimchukia, bali kwa sababu kila kumbukumbu kumbu ilikuwa ikimkumbusha kosa moja: aliogopa kusema na kupenda hadi ikawa kuchelewa.